Wala ambao mko na kesi za kuibiwa, aidha kuibiwa magari, kuibiwa, kuibiwa pikipiki, kuibiwa pesa kwa benki, kuibiwa pesa kwa simu, kutuma pesa makosa, alafu Safaricom ama mtandao wowote wa pesa unashindwa kurudisha rivaso kwa sababu mwenye amepokea amezitoa au labda amefunga ama ameweka mahali pengine, na sasa inakuwa ni mambo ya polisi, na inakuwa ni gharama tena zaidi. Nataka mwelewe kwamba sasa kuna njia, Global Solution for all mankind, kuna njia ambayo tunatumia wakati kesi kama hizo zina zinatokea. Kuna njia ya kiroho ambayo Mungu anatujalia maarifa jinsi ya kufanya huduma za kiroho za kusababisha wale watu waliochukua au wale watu waliokulagai kwa njia ya kukupeleka pe kazi ya rabuni lipia visa lipia sijui hii na hii, alafu wanahepa wanafunga. Sasa suluhisho liko hapa, piga simu kwa Global Solution ama utume message hapa kwa WhatsApp namba yetu utapata mwelekeo wa kukusaidia jinsi vile tutafanya kwa njia inayotumika ya kiroho, kurudisha au watu wa kurudishia hela, wapende wasipende, watakurudishia hizo pesa. Uh, ni mambo magumu ambayo najua wengi hamwezi kuelewa kivipi, na wale wasomi mutabishana sana, mtabishana mtaita majina vile mnataka hapa, lakini hivyo ndivyo ilivyo kwamba umeibiwa chochote na imekuwa ngumu vile utapata kurudisha, basi piga namba zetu na nitafute Daktari Wilson Tayo. Kuna njia ambazo tunafanya katika Global Solution za kukamata huyo mtu katika ulimwengu wa roho, na hakuna mtu anaweza kujificha kutokana na kivuli chake. Tamtafuta huyo mtu kwa muda ambao utaweka na atakurudishia hizo pesa, apende spende, na kama ametumia atakimbia hapa na pale, atafute vile atakurudishia. ili ni yai. Kama kuna mtu ambaye amekutega mitego yoyote, au unaona biashara haiendi, au ndoa haiendi, au jui la kufanya, fanya maombi ukitumia yai. Utafanyaje maombi ukitumia yai? Aribu mipango yote ya adui ya kukuleta kuwa mtu ambaye huwezi fanikiwa. Haribu mipango yote ya adui ya kusababisha nyumba yako isiendelee. Haribu mipango yote na mikakati yote ambayo umesetiwa mbele ya kukuondoa duniani kupitia njia amba, ambazo ni za ajali au vituko vya kila aina. Unaweza kutumia yai na kuharibu hiyo mipango. Wengi mnajua mambo ya yai kama njia mbaya tu ya kutumia. unapomhubiri mmoja ali alinisikiza nikihubiri ujumbe kanisani, akasema, mtu wa Mungu umepakwa, mtu wa Mungu una neema, mtu wa Mungu naona mafuta juu yako, mtu wa Mungu ninaona una kibali, ninaona una divide, unaligawa neno sawasawa, sawa kabisa, Mungu amekujalia mema. Baadaye akakutana video yangu inayozungumzia jinsi unaweza kutumia yai, akasema, nimeona umeacha njia, nimeona umetoka kwa njia Unajua ile vituko vyenu vya kunisifu, alafu baadaye tena mnanitoa makosa, wengine mnajiita wahubiri, wengine nini. Mimi siwezi bishana nyinyi, siwezi bishana nyinyi kwa sababu uh, kila mtu kuna vile amepokea, na kila mtu kuna kila Mungu amempa cha kupatia wengine. Sasa hapa kuna wale ambao ninajibu, hapa kuna wale ninakwasa, hapa kuna wale natatua mambo yao, hapa kuna wale na frustrate maisha yao, kulingana na mafundisho yangu. Yai ni chanzo cha maisha. Hakuna mwanadamu yuko duniani leo ambaye hakutokana na yai. Mwanamke katika umbo laku, lake la kubeba mimba anaponga na yai, na hiyo ndiyo chanzo cha kila mwanadamu aliyepatikana mimba na akazaliwa. Yai lina represent mwanzo mpya katika ulimwengu wa roho, ni chanzo cha maisha. Sasa ukiwa tu unajua kulitumia kwa mambo mazuri unaweza kufaidika kwalo. Elewa vile maandiko yanavyosema Mungu amepeana vitu vyote vilivyoumbwa vitu vyote chini ya mamlaka ya mwanadamu. Daudi anauliza katika Zaburi nane, anasema mwanadamu ni nani hata ukamheshimu? Katika viwango hivi umeweka vitu vyote vilivyoumbwa chini ya mamlaka ya mwanadamu. Ni wewe mwanadamu ujue kwamba kila kitu ambacho Mungu ameumba kina uwezo wa kukusaidia kwa njia kwa njia ya maarifa ambayo unaweza pata. So ukipata maarifa ya hilo jambo ama hicho kitu unaweza kuitumia, maana kiko chini yako, kikakuletea faida, kikakupa njia ma Mungu akakubariki, Mungu akakufungulia njia. Maana wakati ambapo unaoga maji ya kawaida, Mungu anaruhusu wa mwili wako unakuwa msafi Wakati ambapo unakunywa maji Mungu anaruhusu kiu inatulia. Wakati ambao unatumia yai Mungu anaruhusu maombi yako pia inaingia. Sasa unaweza kutumia maombi ya yai kivipi? Kuharibu mikakati yote ambayo maadui wamepanga mbele yako, ama kuabort, kuavya kila mimba ya adui katika maisha yako ama kazi yako ama watoto wako ama jamii yako kwa jumla. Unaweza kuchukua yai uombe Mungu kwanza, umwambie moyo wako vile unavyotaka na vile unavyopitia. Baada ya hapo, kiaukia yai, nenda mahali pa kisiri, toa nguo zako, chukua yai, jipanguze ukiomba na kukataa ile vitu vyenye utaki, ukijiguza nalo. Ukimaliza, vaa nguo yako, nenda nje ya nyumba yako. Kama unaishi kwa compound ambayo ina watu wengi Enda nje ya nyumba yako na uende nyuma ya nyumba upasue hili yai huko. Usipasue yai la maombi aina hii mbele ya mlango wako au mbele ya geti yako ya compound, pasulia kando au nyuma. Na kama una compound enda nje ya compound pasulia hapo, iwe ni mhubiri iwe ni nini, Mungu atakusaidia kwa maombi ambayo umeomba. Hii ina nguvu sana. Kuna mambo mengi unaweza tatua nayo naye, Mungu wa mbinguni chini ya mamlaka ya jina la Yesu atakusaidia. Asante.